Naam, suala jingine linasema, ikiwa mtu amezaliwa Mwislamu baadaye akaingia Ukristo, sasa anataka kurudi Uislamu, inakubalika kisheria na nini hukumu yake? Jawabu ni kwamba naam, ikiwa Mwislamu ameritadi akaingia dini nyingine kisha baadaye akataka kurudi katika Uislamu, basi bila shaka, madamu ametubia toba ya kweli, anarejea katika dini ya haki na mtoba yake itakubalika, na atakuwa tena muislamu. Isipokuwa tu na, na hatutakiwa kulipa ibada zake zilizopita wakati alipokuwa katika Ukristo, isipokuwa hija, ikiwa lihiji katika uislamu wa mwanzo Alafu akarudi tena katika Uislamu, basi wenye wa ilmu wanasema anatakiwa ahiji tena, kwa sababu uislamu huu mpya utakuwa hauna hija, wakati ibada zingine zote atakuwa nazifanya, isipokuwa hija atakuwa hakuifanya katika uislamu huu wa hivi sasa. Kwa hivyo anatakiwa ahiji tena. Ama eh, kuna baadhi ya eh, kauli kwamba ikiwa kartadi alafu akarudi

Hakika wale ambao waliamini kisha wakakufuru kisha wakaamini kisha wakakufuru kisha wakazidisha kufuru, basi hakuwa Mwenyezi Mungu awasamehe, yani awahufurie wala awaongoze njia ya haki. Kwa hiyo e, wanaosema kwamba toba yao wa haikubaliki, watu hawa wanategemea aya hii, na inasemekana ina, ina kwamba hiyo ndiyo kauli iliyopokelewa kutoka Ali, anhu, kwa Ali radhiyallahu anhu kwamba anasema mtu kama huyo hata kama akitubu toba yake ikubaliwi na atauawa madam kartadi mara mbili. Lakini kauli ya wingi katika maulamaa, kauli ya jumhuri, jumhur ya maulama ni kwamba hata kama kartadi mara mbili basi ikiwa atatubu baadaye toba ya kweli, basi hauliwi na toba yake, kama ilikuwa ni ya kweli inakubalika, na kwamba maana ya, ya hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonesha kwamba mtu kama huyo ni baidi sana kutubu toba ya kweli, lakini kama atatubu toba ya kweli, basi toba yake itakubalika. Na wenye ilmu wanasema hayo yaliyopokewa kutoka kwa Ali radhiyallahu anhu hayakusihi ya kusema kwamba mtu aliyortadi mara mbili toba yake haikubaliki na lazima auawe. Wanasema haikusihi hiyo kauli kutoka kwa, kwa Ali eh, radhiyallahu anhu. Kwa hivyo kauli iliyokuwa inategemewa ni kwamba hata mtu kama amertadi mara mbili, ikiwa baadaye atatubu toba ya kweli, basi toba yake inakubalika. Kwanza waislamu hawatakiwe mue na narejia katika Uislamu, na ikiwa toba yake ya kweli, Subhanahu Mwenyezi Mungu wa Ta'ala anaipokea na anagufuriwa, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim, waambie au sema, enyi waja wangu ambao mmefanya israfu juu ya nafsi zao katika maasi, yani mmejilimbikizia maasi, msikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe makosa yote, kwani yeye ni msamehevu mrehemevu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe makosa yote, lakini kwa sharti iwe mtu ametubia toba ya kweli hata ikiwa makosa hayo ni makubwa namna gani. Lakini kama tulivyosema, yani toba ina masharti. Ikiwa e, mtu an, anatubu toba ya kweli, anatakiwa awe na tubu hali ya kuwa na juta na juta, na ayaache makosa, isiwe na staghfiru na huku anaendelea nayo, na aazimie kuto kuyarejea ya makosa yale, kama ilivyokuwa maziwa hayawezi kurejeleka katika viwele yanapokuwa yameshakamuliwa. Vile vile amwombe ah, mwenyezi Mungu maghfira. Na ikiwa makosa yake yanahusiana na kuchukua haki za watu, basi vile vile anapaswa arudishe kwanza haki za watu, ndipo toba yake itakubaliwa. Na vile vile hata shirki e, ikiwa mtu atatubia, basi inakubaliwa toba yake tofauti na baadhi ya wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu haghufurihi shirki kama wanavyosema. Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wataala, in allaha la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Mwenyezi Mungu hasamehe kosa la kushirikishwa, lakini anasamehe makosa yaliyokuwa chini ya hapo kwa yule amtakae. Kwa hivyo, anasema anayemshirikisha Mwenyezi Mungu Yani, hasamehewi haufuriwi na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kweli kauli ya haki ambayo e, ndiyo sahihi kweli, kwa ni kwamba hata shirki ikiwa mtu atatubia toba ya kweli, basi anasamehewa, kwani aya hiyo katika Qur'ani imekuja pahala pawili, pahala pamoja imekuja kuwaambia mushriki, wale mushrikina wa Quraysh walipokuwa wanahimizwa kuingia katika Uislamu ndo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akawaambia hakika Mwenyezi Mungu asemehe kushirikishwa, lakini anasemehe ya chini ya hapo kwa amtakae. Kwa sababu wao walikuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu, lakini walikuwa pamoja wa na hayo wanamshirikisha na miungu yao mingine, hata wakawa wanasema la nacbuduhum illa liyuqaribuna ilallahi zulfa, kwamba hii miungu yetu sisi hatuiabudu ila itukurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo wao walikuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu, hata wakiulizwa man khalaqa samawati walarda la yakuluna Allah, nani kaumba mbingu na ardhi? Wanasema Allah, Allah. Lakin, wa wa wa kwa hivyo walikuwa wakimwamini Allah lakini walikuwa wakimshirikisha. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhana wataala, akiwataka watokane na shirki waingie katika Uislamu basi aliwaambia Mwenyezi Mungu hasamehi kosa la kushirikishwa na samehe yaliyokuwa chini ya hapo. Kwa amtakai, kwa maana kwa yule ambaye anamwafikisha kutubu ndio anamsamehe makosa yake mengine, lakini yule ambaye kumwafikisha kutubu akabakia katika shirki, huyu hasamehewi, hata akifanya ibada namna gani, hata akimwamini Mwenyezi Mungu, lakini madamu anamshirikisha hasamehewi kabisa kosa hilo la ushirikina. Vile vile pahala pa pili ambapo imekuja hii, walikuwa wanasemezwa ahli alkitab walikuwa wanasemezwa watu wa kitabu Mayahudi na Manasara, kwamba wanaambiwa waingie katika dini ya Mwenyezi Mungu ya haki e, vinginevyo basi Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa, anasamehe yaliyokuwa chini ya hapo kwa mtakaye. Kwa maana wale ambao wametubu ndio Mwenyezi Mungu anawasamehe yale ambayo anayotaka, kwa maana wale ambao wametubu kikweli, basi yeye ndiyo mwenye kujua na yeye ndio anamua nani ametubu kikweli amsamehe. Kusudiwa, a, a, kwa hivyo hapo inakusudiwa kwa mujibu wa muktada ilivyokuja ile aya kuhusiana na makureishi na ahlilkitabu, lakini vinginevyo kauli sahihi ni kwamba hata shirki ikiwa mtu atatubia toba ya kweli, basi Mwenyezi Mungu anasamehe kosa hilo, kwani hata katika mahali pengine Mwenyezi Mungu anaonyesha wazi hayo.

Basi hao ndio Mwenyezi Mungu atabadilisha maovu yao e, yawe mema, kwa maana atawafikisha kufanya mema badala ya kuwa wakifanya maovu, na Mwenyezi Mungu ni e, msamehevu mrehemevu. Kisha akasema Subhanahu, waman taba waamila saliha fa innahu yatubu ila llahi mataba, na mwenye kutubu wakatenda mema basi huyo ndiye anayetubu na, na kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa toba ya kweli. Kwa hivyo hapa imetajwa shirki ya Mwenyezi Mungu, imetajwa kuua nafsi bila haki na imetajwa zinaa, na yote ni katika makosa makubwa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu subhanahu wa ta'ala amesema illa man taba, illa yule ambaye atatubu na akaamini imani ya kweli, na hiyo inaonyesha kwamba yule ambaye anafanya maasi makubwa anakuwa hawezi kuwa muumini wa kweli, na akatenda mema. Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu atawabadilishia makosa yao kuwa mema, kwa maana baada ya kufanya makosa sasa watakuwa wakifanya mema, kwa maana Mwenyezi Mungu atawapa taufiki, madamu umetubu kweli, wawe sasa wanatenda mema, na hao ndio wametubu toba ya kweli kama tulivyosema. Kwa hivyo, maasi makubwa, ndugu zangu, Uislamu hayasamehewi kwa mtu kufanya ibada kama tulivyotangulia kusema au kwa mtu kufanya tasbihi na dhikri mbalimbali, lakini yanasamehewa kwa toba, kama zinavyoonesha wazi, e, kauli hizi za Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala wataala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanikishe kutubu toba ya kweli na tuufurie makosa yetu makubwa na madogo, innahu samiun mujib.